Bwana wimbo huu wa msanii ambao anajulikana kama vile Roma Mkatoliki, na wimbo wake ambao anajulikana kama vile Teremsha Bunduki, bwana umeweza kukataliwa rasmi na Basata. E, bwana baada ya kutoka una siku moja tu sasa hivi na umeingia kwenye trending, ambao una siku moja, lakini una watazamaji wengi sana, lakini Basata wameweza kupiga marufuku e, kutumika kwa vyombo vyote vya habari na hata pia kutumika katika redio nini kila kitu yani, ndo namaanisha vyombo vya habari hivyo e, haujatolewa YouTube Kingia YouTube ukiingia, bado unaupata, lakini hautachezeshwa mahali popote e, kwa sababu Basata, wamesema kwamba wimbo huu uko na maneno makali sana, ambao Roma, ameatumia pale kwenye ule wimbo ule, labda ufanye marekebisho, alafu ndio Basata watazidi kukubali. E, bwana full video nimekuwekea hapo mbele, unaweza ukafika ukaweza kuitazama. Yes, e bwana, msanii um, Roma e, baada ya kupotea kwa miaka kadhaa bila kutoa wimbo e, sasa hivi amerudi tena na amerudi kikubwa zaidi, sababu kuna ngoma yake moja tu ameweza kuiachia na ambayo imekuwa ni gumzo hapa mtandaoni. Nitakwenda kukutajia ni ngoma gani hii na nitazidi kukusimulia kila kitu kuhusiana na wimbo huu um, wa msanii huyu Roma Katoliki e, nadhani unamfahamu E, mwamba huyu ambaye anajulikana kama vile Roma Mkatoliki, ikifika ni upande wa uandishi kwenye nyimbo zake za siasa hizi, basi huwa ni mkali kabisa kabisa. Kwa hiyo ametoa wimbo mmoja wa maudhui ya kisiasa hivi ambao unalenga viongozi, akiwashauri waweze kutulia ili uchaguzi huu uweze kufanyika. Uh, vyema bwana, Umbea Media TV ndio inazidi kukuletea taarifa hizi zote na inazidi kukupatia burudani kamili eh, kwa yale yote usiyojua basi inazidi kukujulisha cha msingi, usahau kusubscribe uh, kwenye channel hii ya Umbea Media uh, TV bwana, tusipoteze muda tuingie kwenye hoja kuu ni kujuze tu kuhusiana na wimbo huu ebwana, wimbo huu e, unaitwa teremsha bunduki e, teremsha bunduki e, ndio hivyo kama unavyoelewa hilo neno, ndio ambavyo wimbo huo unavyohusu viongozi waweze kuteremsha mabunduki, yaani Roma, a, Roma Mkatoliki akimaanisha kuwa viongozi e, waweze kutuliza fujo zao ili uchaguzi uweze kufanyika kwa haki. Na yaani viongozi walio na mamlaka kubwa wasiweze kuwakandamiza walio na ambao hawana mamlaka ama almaarufu kama vile e, wananchi. Huu ni ujumbe ambao Roma Mkatoliki anaupeleka kupitia vyombo vya habari na kupitia mitandao mingi ya kijamii ili uweze kuwafikia wananchi wote wa Kitanzania, na ni wimbo ambao umefanya vizuri sana ukiingia kwenye platform na YouTube pale. E, basi umeweza kufanya vizuri sana kwa sababu ndani ya siku moja uh, ulikuwa una watazamaji laki tano unaelekea uh, laki sita siku moja tu hiyo mtazamaji, una watazamaji laki tano e bwana, hao ni watazamaji wengi ukiangalia, sana sana Roma ni msanii wa hip hop. Najua wasanii wa hip hop uh, wengi huwa hawachukuliwi uh, uh, serious sana hapa mtandaoni, yani hawana views nyingi ama hawana watazamaji wengi ukiwalinganisha na hawa wasanii wa Bongo Flava wanaoimba hizi uh, ngoma fulani za kubana bana pua. Sasa uh, ngoma hii ya Teremsha Bunduki imeweza kuingia kwenye trending nambari tatu eh, kwa sababu aliyekuwa anaongoza kwenye trending pale YouTube alikuwa ni msanii Diamond Platnumz ambaye uh, alikuwa na nyimbo zake zote tatu zilikuwa zimekaa pale trending. Eh, ya kwanza alikuwa anajulikana kama vile nani? E, nyingine inajulikana kwa vile mshumaa, alafu pia nyingine ndo inajulikana kwa vile a sampa. E, mambo yakawa ni mengi sana. A, watu wakasema kwamba e, Diamond sasa hivi hana mpinzani sababu ngoma zake zote zimekaa pale juu, yeye ndio trending kwanzia nambari moja mpaka tatu. Lakini ghafla bin vu kukaibuka ngoma ya Roma mkatoliki akaweza kuingia trending nambari ya tatu. E, na pia ni hii nyimbo ambayo inazidi kufanya vizuri ukiangalia, a, ni audio tu ndio ina watazamaji kama hawa. Unajua audio ku hit huwa sio rahisi ijapokuwa, e, e, wengi wana boost lakini huwa sio rahisi audio ku hit sana sana. Ukiona nyimbo imehit basi unajua hiyo ni video ndio imekuwa kali, ndio maana ikaweza ku hit ikaingia trending namba moja mpaka nambari tano pale, lakini kwa ndugu zetu Eh, wa hip hop basi ku hit huwa sio sana sana. Sasa wimbo huu audio pale ikapiga ika views ama watazamaji laki tano ndani ya siku moja, kumaanisha ndani ya siku ya pili eh, itakuwa imepiga watazamaji kama milioni hivi. Sasa lakini eh, kuna ujumbe fulani eh, Roma kama ambavyo nilivyokueleza mtazamaji huu ujumbe ulikuwa ni msanii Roma anaupeleka Ha, kwa wananchi wa Kitanzania lakini, eh, kupitia, kupitia mamlaka ambayo inahusika na, na mambo haya ya mziki eh, almaarufu kama vile Basata, wameweza kukagua wimbo wake na wakasema kwamba eh, bwana, wimbo huu japokuwa eh, unafikisha ujumbe eh, lakini sio kwa lugha ile inayostahili, sababu unafikisha ujumbe lakini kwa maneno makali sana ambayo msanii Roma ameatia mle ndani, e bana, kuna mistari mengine anasema kwamba ho, nyinyi hata mnafahamu msomewe albadili, e, alfajiri tayari iwe imelishawakuta jambo, sababu haiwezekani mnazidi kuwakandamiza wananchi tu. E bana, yani maneno yamekuwa ni ya utata sana na makali sana hadi Basata wakaweza kusema hii hey, nyimbo isichezwe mahali popote kwenye vyombo vya habari, kwenye redio, kwenye televisheni. Yani isichezwe mahali popote hii nyimbo eh, sababu haijakaa vizuri eh, ina maneno makali sana ambayo hayafai ah, kutumika hapa ah, kwenye jamii yetu ya Tanzania. Ikifika ni masuala ya burudani ama masuala ya upande huu wa kimziki, sasa tayari ngoma ah, haichezeshi mahali popote, lakini YouTube bado iko YouTube, haijatolewa lakini E, haichezeshi mahali popote. Unajua mtazamaji, ikiwa YouTube iko haina shida, unaendelea kupitia hela lakini a, ile nyimbo yako kuwafikia watu inakuwa ni vigumu, mpaka watu waingie TikTok ule waingie e, Instagram ama waingie huyo YouTube, lakini watu kuichezesha kwenye redio hizi huwa ni vigumu e, sasa itakuwa vigumu kama ishafungiwa na Basata. Bado mpaka sasa msanii Roma hajaongea kitu kuhusu swala hili, lakini wimbo wake ambao ulikuwa na trend sana sasa hivi umeweza aa, kupigwa, aa, kupigwa makasi pale, kwa kusemekana kwamba usichezeshwe mahali popote. Hata ukikamatwa ukiwa unasikiza wimbo huo, basi itabidi uende uwaeleze serikali ni kwa nini unasikiza wimbo ambao tayari umeshapigwa marufuku kutumika Tanzania. Eh, eh, msanii Roma hana bahati, kila muda akitoa wimbo basi anamkuta mambo ama linamkuta jambo. Sio yeye peke yake bali kuna msanii mwenzake kama vile Neo wa Mitego. Eh, pia yeye akitoa nyimbo basi eh, Basata huwa wanapenda kumkandamiza sana sana, wamebania nyimbo zake kadha wa kadha, japo kuna zingine zinasikika lakini kuna baadhi ya nyimbo zake E, hazisikiki bwana, asijui na kipi cha kushauri hapa, ama una kipi cha kucomment kuhusiana na swala hili la Basata kubania wimbo huu wa msanii Roma Mkatoliki ebwana, azidi kusubscribe na anazidi kukueleza mambo mengi kuhusiana na a, mambo ya Tanzania hapa kwetu e, usizidi kujua vile ambavyo kunaenda sasa hivi tukielekea katika kwenye uchaguzi mkuu ambao ni Oktoba 29, hivi karibuni tu e, utachagua wewe, utatiki ama hautatiki mtazamaji?